Kama kuna katibu atabainika amechukua fomu amechukua fedha zaidi ya kiasi ambacho kimeelezwa, basi hatua kali zitachukuliwa kwa mtendaji huyo. Hii ni kwa watendaji wote wa chama na jumuiya zote za chama. Msichukue fedha zaidi ya kiasi kilichoidhinishwa kwa kisingizio cha michango. Huu ni mchakato wa awali, wanachama hawa wanachukua fomu, mwamko ni mkubwa, lakini la pili wanahitaji mchujo, ili watakaporejeshwa waingie katika kinyang'anyiro kile cha kwenda kupigiwa kura. Kwa hiyo tusitumie nafasi hii kwenda kuwaambia viwango tofauti na vilivyoidhinishwa kwa kisingizio kwamba kuimarisha shughuli za jumuiya au shughuli za chama. Kwa hiyo ni marufuku kwa mtendaji yoyote wa chama anayehusika katika uchaguzi huu kutoa fomu, kuchukua kiasi, kama ni udiwani, usichukue zaidi ya shilingi elfu hamsini na risiti patikane na shilingi laki tano kwa nafasi ya ubunge. Kama kuna mwanachama yeyote ametozwa fedha zaidi ya hicho kiwango, arudi katika ofisi alipochukua fomu arejeshewe fedha yake, na kama kuna mtendaji amechukua fedha zaidi ya kiwango kilichowekwa azirejeshe fedha hizo haraka mara baada ya taarifa hii kutoka.